Nchini Tanzania. Tanzania inashuhudia uhaba mkubwa wa chakula mafuta na pesa ama hela, hasa baada ya maandamano ya hivi majuzi kuanzia Oktoba 29 ambayo iliweza kushuhudia katika taifa hilo kufuatia kupinga uchaguzi na uhalali wa uchaguzi pamoja na matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambayo basi aliweza kumtangaza Rais Samia Sulu Hasani marais mpya marais mteule wa taifa hilo la bara ya Afrika, hasa eneo ama kanda Afrika Mashariki. Ofisi ya Uingereza kuhusu maswala ya nje katika jumuia ya Madola, katika maswala ya jumuia ya madola na maendeleo, imeweza kutangaza hali ya dharura inayoendelea kushuhudiwa Tanzania na kutaka dharura ama hali hiyo iweze kusaidiwa haraka sana, hiyo pia ikiweza kutoa tahadhari ya kusafiri nchini Tanzania na kuonya raia wote wa Uingereza dhidi ya kusafiri kuelekea Tanzania, japo ikasema kwamba uh, labda kwa wale ambao wana masuala ya dharura ama ambao wana vitu vya dharura, ambao basi wanatoa huduma za dharura kuelekea kuingia katika taifa hilo, kutokana na hali tete ambayo inaendelea kushuhudiwa Tanzania, ikisema kwamba raia wengi wanaendelea kushuhudia hali ngumu ya kuweza kupokea vyakula na vitu vingine vya mahitaji, kwani masoko yanaendelea kuishiwa na vyakula na swala la ama huduma za usafiri zikiendelea kutaabika. Yote hayo yanaendelea wakati ambao pia Umoja wa Mataifa umeweza kutoa ilani uh, hali ambayo inaendelea Tanzania na kusema kwamba hali hiyo si sawa, ikitaka demokrasia iweze kushikiliwa Tanzania na kuelezea wasiwasi wake kutokana na hali hiyo ya uchaguzi ambayo iliweza kushuhudiwa Tanzania pamoja na matokeo leo ambayo iliweza kutangazwa na INEC ikisema kwamba demokrasia inapaswa kuwekwa wazi Tanzania. Uh, Umoja wa Mataifa ukitaka hmm, ukitaka wote ambao wameweza kukamatwa nchini Tanzania hasa katika masuala ya siasa, viongozi wote wa kisiasa ambao wamekamata ta, wame Tanzania wachiliwe huru au afikishwe mahakamani ili kufunguliwa mashtaka. Tatizo ambalo limeendelea kushuhudiwa Tanzania, inasemekana kwamba limeweza kupigwa jeki hasa na ukosefu wa mtandao na kutatiza, ambao umeweza kutatiza maswala kama huduma za mawasiliano hasa mitandaoni wakisema kwamba hali hiyo imeweza kuharibu hali halisi Tanzania na kuweza kuweka katika hatari raia wote wa Tanzania. Hayo yanajiri wakati ambapo tayari picha zimeanza kuonekana mtandaoni na video za miili ya watu hasa vijana ambao wameweza kuuliwa, wengine inaonekana kabisa kabisa wazi ni, ni, ni alama za risasi miili ni mwao idadi kubwa sana ya miili ya watu inaendelea kushuhudiwa kusambaa mitandaoni kutoka Tanzania baada hasa ya chama cha Chadema, chama cha upinzani nchini Tanzania, kutoa taarifa kwamba zaidi ya watu mia saba wameweza kuuliwa Tanzania kutokana na uchaguzi ambao umeweza kutendeka, hasa mambo na maandamano. Zaidi ya watu mia saba wameweza kuuliwa, taarifa ambazo serikali ya Tanzania haijaweza kudhibitisha, haijaweza kusema idadi halisi ya wale ambao wameuawa ama ambao wamejeruhiwa, thamani ya mali ambayo imeweza kuharibiwa baada ya maandamano, wakati wa maandamano ambayo imeweza kutokea Tanzania. Pia chama cha Chadema kimeweza kuandikia waraka mahakama ya kimataifa ICC kuhusu masuala ya jinai, ikitaka ianzishe uchunguzi mara moja katika hali ambayo imeweza kushuhudiwa Tanzania, ikisema kwamba miili ya watu imetapakaa barabarani vitongojini, Chadema ikidai kwamba polisi wa Tanzania wameweza kuwaua watu wengi na kuitaka ICC iweze kuingilia kati kuchunguza ili kuweza kufungulia mashtaka serikali anche per la tanzania dove dopo le recenti elezioni politiche sono scoppiati scontri con numerose vittime invito tutti a evitare ogni forma di violenza peoe lakijiri la idara ya usalama wa Tanzania, kupitia msemaji wa jeshi la polisi, imeweza kutoa tahadhari kwamba imepokea taarifa kwamba kuna watu ambao watu raia wa kigeni kutoka mataifa nje ambao wameweza kuvuka mpaka na kuingia sehemu tofauti tofauti Tanzania kwa minajili ya kuanza kusababisha ama kueneza maandamano mara nyingine tena ama kwa maandamano mapya baada ya rais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 Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuwahakikishia wananchi kuwa kwa, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye. Naam, tuendelea kuombea Tanzania na kulitakia taifa hilo amani ya kudumu.